Kwanza tunavyozungumzia utunzaji wa ngozi, kwa sababu unajua sasa hivi kumekuwa na mijadala mingi, kila mtu anatoa ushauri, lakini kuna wengine pia wanafanya biashara za vipodozi na vitu kama hivyo. Tunavyozungumzia utunzaji wa ngozi, mantiki ambayo tunatakiwa tuipate ni ipi hasa? Uh, mantiki kubwa katika utunzaji wa ngozi ni kuhakikisha ngozi yako ina afya njema na ina muonekano mzuri, hiyo ni kwa ufupi. Kwa nini? Kwa kuzingatia vitu unavyokula. mm -hmm. Kuzingatia hydration, au kuzingatia kunywa maji ya okay. kutosha usingizi wa kutosha, lakini pia kuepukana na stress kwa kufanya mazoezi hmm, msongo wa mawazo, kufanya mazoezi, kuzingatia, kumshirikisha rafiki yako wa karibu au wataalamu ambao wamebobea katika kutatua matatizo yanayopitia psychologist, kuweza kuwashirikisha leo wanayopitia, ili waweze kukusaidia. Kwa hiyo ngozi yenye afya inaonekanaje? Inaonekana kama ya kwangu? Ndiyo, ya kwako ngozi ah, yenye afya kwa ufupi, <laughs> ni ile ngozi ambayo <laughs> eh, hata wewe mwenyewe kama binadamu unajua okay, tumeambiwa kujitambua ukijiangalia mm, kwenye kioo unaona kweli umeumbwa vizuri, wanasema una glow. Una glow, yes, unaweza ukaita hivyo, unangaa. Yani ndio kuangalia hivi, wanasema sura ina nuru. Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa. Eh, eh, umegusia hapo vitu vya kufanya kwa ajili ya kutunza ngozi. ndiyo, ndiyo. Eh, sasa, upande wa pili kuna vipodozi na mafuta tunayopaka, lakini wewe hujataja vipodozi kabisa kwenye vitu ulivyotaja hapo. Umetaja usingizi, kulala vizuri, umetaja Uh, uh, uh, mazoezi, hydration, kunywa maji ya kutosha, kwa unaweza ukafanya vitu hivyo tu, alafu hata usitumie chochote kama vipodozi na, ukawa na ngozi nzuri. Kuna Kiswahili sab... uh, na mfano mmoja hivyo Kiingereza wanasema kwamba kile unachokula ndo kina reflect matokeo ya nje yeah. Eh, ukizingatia kula mlo kamili, zingatia mboga za majani, matunda eh, matunda mbalimbali -mbali. Yeah. Lakini pia ukizingatia vyakula vyenye hasa samaki ambao omega 3 husaidia hmm. katika kuboresha ngozi hasa kuanzia ndani, kwa sababu mwili okay. wako unafanya absorption hmm. tumbo linachukua zile nutrients zinazohitajika, hmm. na mwisho wa siku ngozi nayo inapokea. Ikishapokea okay. mwonekano wa nje unatokea. hmm. na kama vile vidole visivyofanana, sio watu wote wanaweza wakapata uwezo wa kuweza kununua hizo tunaita skin care products. Kwa hiyo kwa hali ile ya kawaida, mtanzania kawaida unaeza ukaendelea na kile kitu cha kawaida unachoendelea kupaka ambacho labda umeshauriwa na mtaalamu au labda tokia utoto wako, ukiwa ukitumia pasipo kuletea shida yoyote, ukaendelea kukitumia hicho na ukazingatia mengine, na ngozi yako ikaendelea kuwa ya kumeremeta kama hivi. Uh, kuna watu wanakula vizuri, analala vizuri yeah. anakunywa maji mengi, lakini bado ngozi <laughs> Msongo wa mawazo ni kitu kikubwa sana. Hujalizungumza. Hey. Ujalizungumza hey. Pia changamoto nyingine ukiwa na msongo wa mawazo, stress ni kitu ambacho kinakufanya pia unazeeka. Okay. Ukiwa na msongo wa mawazo kuna mmoja nyingine ma, uh, tunaita vichocheo katika mwili wako, zile hormoni fluctuations zinatokea katika mwili. Hmm. Kwa unakuta mtu labda na miaka hata kumi na nane lakini unamwona na miaka thelathini kwa sababu ule msongo wa mawazo. Anaonekana kama mzee kabisa. Okay. So, okay. Wengine wana madeni, wengine wameachwa kabisa, hiyo okay. ni sababu mojawapo, lakini kingine pia jua eh, kujikinga pia najua jua waga lina tabia pia kuzeesha ngozi, hasa labda mm -hmm. kwa kuvaa kofia kipindi kile ambacho jua ni kali, lakini pia kutumia labda sunscreen kama unaweza ka afford kulingana mm -hmm. na aina ya ngozi ulionayo, kwa sababu sio sunscreen zote mm -hmm. zitakufaa, na kabla hujatumia, ni vizuri mshirikishe dermatologist yeah. au daktari bingwa ngozi mm -hmm. aweze kukuambia hiyo itakufaa au haitakufaa. Kwa hiyo inahusu sana sana pia hata wale Uh, wenzetu wapambanaji wenzetu ambao wa anakuta wanauza vitu wanatembeza vitu barabarani kwenye jua kali na jua hata mwavuli basi sio tu kwa ajili ya mvua kwa anaweza akatembea na mwavuli jua akionekana kabisa. Kabisa. So... kwa mtu akionekana anatembea na mwavuli jua, watu wasimuone kama amechanganyikiwa kabisa, kabisa. <laughs> <laughs> kabisa, kabisa. <laughs> Sasa, yeah. Eh, tunasikia kwamba kuna watu wana ngozi yenye mafuta wengine yeah. Ngozi kavu Deo. Na vitu kama hivi hizi aina za ngozi ziko ngapi? Kwani aina za ngozi ziko tano lakini uh, aina ya tano inaweza kaingia Kote kote. Yeah. Eh, aina ya kwanza ni aina ya ngozi ambayo ni normal skin. Okay. Tukizungumza normal skin ni ile ngozi ambayo sio kavu wala sio ngozi yenye mafuta mafuta. Mm -hmm. Yeah, iko hapo, iko vizuri. It's a normal skin. Inafuata ni ngozi ambayo ni dry skin. Kwenye ngozi ambayo ni dry skin mm -hmm. ni ile ngozi ambayo inakuwa ni kavu na sio tu kuwa kavu inakuwa ina flakes au unaita kama koko koko. Mm -hmm. Yeah. Hiyo tunaita ni ngozi kavu. Then, ngozi ya mafuta ni ngozi ile ambayo inakuwa ina mafuta, unaiona kabisa na mafuta mm. Na ishara ya nje huaga ni enlarged pores, unakuta hizo pores zimeongezeka kidogo, zimepanuka mm. Lakini pia anakuwa prone na kwa raisye kupata chunusi mm. Hiyo inaita eh, ni ngozi ya mafuta. Then, kuna ngozi ambayo tunaita ni ngozi ambayo ni combination skin mm. Combination skin ni ile ngozi ambayo ni mchanganyiko sasa wa ngozi kavu na ngozi ya mafuta na hiyo ngozi ya mafuta huonekana katika T-zone. Tunaita T-zone ni ile area ambayo huhusisha uh, forehead mm. Huhusisha pia pua na pia huhusisha chin, kidevu hiyo eh, kidevu. Tunaita hiyo ni T-zone, kwa hiyo T-zone nakuwa na kuena mafuta lakini the rest kukavu. Mm. Kwa kukavu hiyo hyo tunaita combinations hapa kwenye koma, metameta. kabisa mwingine kabisa, uko kama <kabu> kweli kweli kwe kwe. <laughs> Ndio sasa, daktari. Lakini sasa unajua, sasa hivi kumekuwa na bidhaa nyingi sana vipodozi, mafuta, na sasa hivi kuna wengine wanajifanya wa kemia, yeah. wa kuchanganya vitu yani, na anachukua kipodozi hiki, mafuta haya anachanganya na haya anachanganya na atengeneza product yake kama yeye yeah. Lakini hebu tuambie, nyewe wataalamu, iwe ni mafuta au iwe sabuni mm. ni vitu gani ambavyo ni, ni, ni, ni vipodozi, mafuta yana gani ambayo nyinyi mnashauri mtu anaweza kupaka kulingana na ngozi yake? Sasa hilo swali ni subjective yeah. Kama unavyosema kulingana na ngozi yake tunaweza tukaanza kwa kuangalia labda mwenye ngozi, ngozi kavu ya, ya mafuta na kuendelea. Okay, asante sana hasa kwenye ngozi ambayo ni kavu mm. Nashauri, au watu wanakuwa na hatia au hati hatiati ya kupata i, kitu tunaita pumu ya ngozi. Kwa hiyo tunashauri watumie vitu ambavyo vina harufu sana kama vile sabuni tu kawaida ya kuogea mm. A, mafuta ambayo sio kuwa na harufu na ushauri watumie hivyo ambayo inapatikana katika mazingira yetu na sio gharama sana. Mm. Lakini wale wenye ngozi ambazo ni za mafuta tuna tunawashauri waonane na dermatologist au daktari bingwa wa ngozi, aweze kuangalia ngozi yao kwa wakati huo anachokiona na kulingana na kile anachokiona na mm -hmm. Ni rahisi kumshauri kitu gani aweze kufanya kupitia dawa za hospitali, lakini pia kupitia aina gani ya product ambayo inaweza kumfaa. okay. Naona lakini wale ambao wana sensitive skin lazima pia waonane na mtaalamu daktari bingwa wa ngozi. Nikimaanisha sensitive skin ni yule mtu ambaye akipaka kichochote kwenye mwili, mwili una react, anapata mwasho, vipele vinatokea kwa ni vizuri aweze kutana dermatologist, dermatologist yule au daktari bingwa ngozi, humsaidia kuweza kutambua patch test. Anafanya patch test, kile kipodozi analala nacho usiku mzima, akiamka asubuhi, ni rahisi kuangalia lile eneo ambalo lina shida aliopaka lile, uh, ile dawa au ile kile kipodozi kama kime react, kwa kutengeneza wekundu au vipele au uh, saa nyingine hutokea muasho katika ile eneo. Mm. Kwa ni vizuri kabla hujatumia kitu chochote uweze kuonana na daktari bingwa aweze kusaidia katika hilo. Kuwa na vipodozi vingi uh, kwa wakati mmoja unapaka vingi na mafuta mengi aina nyingi tofauti tofauti, au vipodozi vya aina nyingi tofauti tofauti, ni salama kwa afya ya ngozi? ah. Kwa kweli sio salama, na hiyo hutokea ni kwa sababu ya kuto kujua nini unataka mm. Labda kufata mkumbo, umesikia hichi kinasaidia kinakufanya una glow, umeenda umechukua, umeongeza kwao yeah. Ni vizuri uwe uh, na hiyo ni riski pia kusababisha, au uko katika hatari ya kutengeneza ile kitu tunaita sensitive skin, ngozi inaweza okay. kureact mwisho wa siku uh, kama vile unabombard uh, kitu kwenye ngozi kila kitu unapaka ngozi nayo pia na inashindwa kutambua kipi iweze kutolerate. Kwa mwisho wa siku unakuja kushangaa vyote vinakukataa, vipele vinatokea, kwa I suggest sio kitu kizuri ni hmm. vizuri upate ile procedures za kuongea na wataalamu wa afya hasa wataalamu wa ngozi waweze kukusaidia kuweza kuvipunguza hivyo vipodozi ulivyo navyo na kuwa specific katika hmm. vile ambavyo vitakufaa. Kuna watu sasa hivyo wanatumia okay. njia za kuwapa watu vidonge okay. wameze ili wawe na ngozi nzuri. Wengine hmm. wanatumia drips Uh, na mbinu nyingine yani, kama anamtibu mtu kabisa mgonjwa, sasa hii ni sahihi kitaalam? Aha, nashukuru sana kwa swali zuri. Hawa watu kwa namna moja wa nyingine ni wataalamu wa afya. Wakati mwingine mtu anakuwa yuko mtandaoni anakushauri, hujui kama amesomea hajasomea. Okay, basi ni vizuri pia ukiwa kabla kwenda kupata ile huduma yeah, kuzingatia kufata, kujua yule mtu ametrain wapi au amesoma wapi na kama ana vile vyeti vinavyomruhusu kufanya ile kazi, na pia uweze kujua kile kiambata kilichopo kwenye kile, kile kitu anachotaka kukupa kwa kuchukua kwenda kumshirikisha mtaalamu wa afya. Lakini je, ziko njia za kumeza vidonge na kuweka drip kwa ajili ya ngozi? Zipo hizo, zipo, zipo njia lakini hmm, why do you need that? Kama unaweza hmm, ukala vizuri unaweza ukafanya mazoezi ukanywa maji ya kutosha, kwa nini unahitaji vitu vya kuchoma? anatakiwa kufanya hivyo ni mtu gani? Aha, mara nyingi ukifata mtu yote anaweza kufanya, mm. eh, kutegemeana na kipato pia ulicho nacho. okay. naona. Lakini hiyo ilikuwa imewekwa kwa wale watu ambao wanakuwa na matatizo yale ya malabsorption mm. ikimaanisha wenye magonjwa kama Crohn's disease au celiac disease ambayo ina impair zile nutrients kuwa absorbed na tumbo lao o zile, tumbo okay. kwa zile nutrients zinaingia straight katika circulation lakini sasa sasa hivi sio mbaya kwa mtu mwingine kufanya kama kipato unacho, lakini ile huwa matokeo ni ya muda mfupi, ni temporary mm -hmm. Kwa hiyo unatakiwa at least uwe na financial commitment, kama unaamua kuingia katika hilo swala, kwa sababu unapata ile una consistency kabisa kabisa kabisa, kabisa. Mm, kwa, lakini kama unaweza ka afford labda kununua labda unajua matunda kula, yeah. mboga za majani kula, balanced diet, chakula mlo kamili, au hitaji yoyote unaweza ka concentrate katika mambo mengine eh ambayo yatakufanya uweze kupata vitu naturally kupitia mm. vile unavyokula. Ikitokea umepata allergy ndio ndio, au ume, ume, ume react umepata reaction fulani kwenye ngozi unatakiwa kufanya nini? Uh, kwa hatua kwa, kwa za haraka, cha kwanza ni kutambua kitu gani kilichosababisha ukapata allergy mm. cha pili ni kumkimbilia daktari, kituo cha afya jirani, au huduma ya afya jirani ili aweze kukusaidia, lakini kama uko mbali na hao watu, watu, watu wote, tafuta cetrizine, hiyo ni kama msaada wa haraka, kama uko mbali na kituo cha afya na hakuna uh, uwezekano kuweza kukutana na mtaalamu wa afya kwa usiku huo labda au kwa wakati huo, acetrizene hizi za mafua husaidia katika allergies pia. Okay, ndio ndio, lakini sio kwamba uzoee kufanya hivyo, hapana hey. Tumia acetrizene usiku, asubuhi nyanyuka nenda kwa daktari, mishirikisho, nitumia hichi nikapata mawasho ile siku nyingine sije kujirudia tena. Sasa kwa ufupi sana, daktari, kitu gani unawashauri sasa watazamaji so wetu ambao wanatamani kuwa na ngozi nyororo, ngozi ambazo zinavutia, na washauri kabla ya kutaka kutaumia kitu chochote cha kwanza waweze kufanya uchunguzi tafiti, kwa sababu wote tumepewa kitu kinaitwa intellect kuweza kutambua chini kizuri au chini kibaya. Washirikishe eh, wahudumu wa afya au dermatologist ambao wamezunguka Tanzania nzima wapo, kwa kile ambacho wanataka kukitumia, kwa sababu tunasema ni long term. Kama ni skincare, unataka kufanya kuboresha ngozi yako na mwonekano wako ni kitu cha muda mrefu ambacho nataka kufanya hivyo. Kwa kabla ya kutaka kuanza hiyo safari, vizuri ubebe vile vitu vyako ambavyo unataka kutumia, mshirikishe mtu ambaye anajua zaidi, ili aweze kupa ushauri kipi kinakufaa kipi kikufai. mm -hmm. Okay. Sasa, oh, kuna wengine wanapenda matokeo ya muda mfupi, kipaka leo kesho atoke, uh, anang'aa <laughs> aga matokeo muda mfupi matokeo muda mfupi yanakujaga na consequences, ndio inatumia yeah, ya vitu ambavyo vinaviambata sumu. Inachukua muda gani kwa skin treatments sasa kuanza kuleta matokeo? Sasa yeah. Inategemea mm. ni ipi ambayo ni intentions zako ni, ni nini matokeo mm. yako unataka kuyapata ya nje ni yapi? mm. Kama wengine wanataka kuondoa labda chunusi, nategemea daktari waga, kuna dawa tunakupa utumie na ndani ya mwezi waza kufanya kazi mm. na mara nyingi sana huanza kwa ile hali ya kuzidisha ile tatizo, then baadaye hu clear out hmm. Kwa hiyo inategemea ngozi ya mtu na pia inategemea ni aina gani ya, ya product ambayo mtu anatumia pia hmm. yeah. Sasa shukrani sana daktari, nashukuru sana kwa kuzungumza nasi, karibu sana.